Wasiwasi wa kutokea mpasuko zaidi ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania CHADEMA unaendelea kuongezeka, wakati huu kundi linalojiita G-55 ambalo limejitenga na msimamo wa chama kuzuia uchaguzi, likidai wajumbe wake wanatishiwa kufutwa uanachama, tangu kuingia madarakani kwa uongozi mpya wa Tundu Lissu, ambaye kwa sasa yuko jela kwa tuhuma za uhaini kumejitokeza wanachama wanaopinga chama chao kususia uchaguzi wa mwezi Oktoba kikidai mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Patanas ni Yegira ni mchambuzi wa siasa anazungumza akiwa nchini Tanzania kadi kunavyokwenda, tunaanza kuona ni zaidi ya asira, ni zaidi ya Freeman Mbowe kwamba uongozi uliopo unaanza kukosa eh, ile ile utamaduni wa kusikilizana, kama ambavyo eh, makundi haya yanajieleza ndani ya chama. Jambo la kwanza ni, ni, ni, ni, ni uongozi kushindwa kupokea sauti mchanganyiko na tofauti, hilo la kwanza. Lakini la pili ni, ni, ni kukosa tu eh, uzoefu wa kiuongozi kuweza tafsiri inavyostahili eh, sauti mba mbalimbali na kuziona kwa uchanya na kuona ni jinsi gani zinaweza zikatumika e, katika kuwa wamoja zaidi na kuleta msimamo mpana wa chama. Ni mtazamo wake Patenas ni Yagira, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Tanzania.